Tulipofanya ukaguzi huo tuliweza kubaini majumla ya maduka takriban 25. Lakini nimesikia pale kwamba anasema kuna dawa za nguvu za kiume hata hizi nguvu za kiume sijaelewa maana yake nini. Ni swala la muda, nao tutawafikia. Kwa hivyo ni bora kujirekebisha na kuacha kuuza bidhaa ambazo zinakinzana na sheria. Ni leo hii hapa katika mtaa wa Baruti uliopo katika kata ya Chemchem, manispaa ya Tabora, ambapo Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba Tanzania, TMDA, imefanya operesheni yake ya kubaini na kuwakamata wauzaji wanaouza dawa kinyume na sheria pamoja na taratibu za serikali. Dawa zenyewe hazijakidhi matakwa ya kisheria na kuto takiwa kutumika, lakini pia mamlaka imekuwa ikiendelea kusema imeshapata imesha kutoa tangazo la madhara yanaweza yakapatikana kwa kutumia dawa hizo bila ya ushauri wa daktari, kwa sababu dawa hizo ili ziweze kutumiwa ni lazima daktari aweze kuchunguza mgonjwa na aone ya kwamba afya yake inakidhi kuweza kutumia dawa hizo na kiasi gani cha, uh, cha vidonge hivyo anatakiwa atumie. Kwa hiyo iwapo wananchi watanua dawa hizo bila kufuata uh, ushauri wa daktari ni hatarishi kwa maisha yao. Dawa hizo zimebainiwa katika maduka mawili, ikiwemo duka la dawa muhimu za binadamu pamoja na duka la vyakula. Lakini licha ya dawa nyingi ambazo zimebainika leo hii kuuzwa kinyume cha sheria, swala so, ambalo limekuwa gumzo ni uzuaji wa dawa za nguvu za kiume. Sehemu nyingine nimesikia pale juu, sina utamnazo lakini nimesikia pale kwamba nasema kuna dawa za nguvu za kiume hasa hizi nguvu za kiume sijaelewa maanake nini lak lakini watalamu wameonasamasio vuli kwenye kuviuza kwenye maduka haya. Sasa sijui upangili mshao ni nini, asenda kdukaa madaa kuchukua dawa, kumbe kuchukua dawa sio sahihi, kwa sababu anayekwenda kutumia na anayetoa hana utaalamu huo, mwisho inakwenda kumzuru ile dawa, kwa sababu kaenda kuitumia isivyopaswa. Zimekutwa dawa za kutibu kifua kikuu, dawa za kutibu e, ukoma, dawa vitendanishi vya kupima virusi vya ukimwi, vitendanishi vya malaria lakini pia na dawa nyinginezo za maradhi mbalimbali, nguvu za kiume na nyinginezo. Kwa hiyo tuko katika hatua za mwisho za kukamilisha kuchukua taarifa zake. Lakini sasa pia na wenyewe wenye, wenye, wenye duka watatueleza wapi walikozitoa na zilifikafikaje katika jengo lao. Lakini pia operesheni hii imeshirikiana na jeshi la polisi. Kwa hiyo tunaamini wenzetu wa jeshi la polisi watafanya e, uchunguzi zaidi kwa taratibu zao walizonazo ili tuweze kubaini wahusika hawa. Tuko na jeshi la polisi, tutawachukua wahusika kuwapeleka kitu kikuu cha kituo cha polisi cha kati Tabora kwa ajili ya kuandikisha maelezo ya ziada, lakini wahusika watakamatwa sasa hivi. Mmiliki wa duka la dawa muhimu lililokutwa likiuza dawa hizo na vitendanishi vya serikali, pamoja na mmiliki wa duka la hili la chakula, pia na wao watachukuliwa mpaka kituo cha polisi kwa ajili ya mahojiano zaidi. Kwa kupitia ukaguzi huu nitume ujumbe kwa wafanyabiashara wengine ambao sio waaminifu, ni swala la muda nao tutawafikia. Kwa hivyo ni bora kujirekebisha na kuacha kuuza bidhaa ambazo zinakinzana na sheria. Lakini pia kwa maduka yanayouza bidhaa za kawaida kwa maana bidhaa za vyakula basi ni vizuri wakiuza bidhaa zile za dawa tu ambazo zinaruhusiwa kwa mujibu wa sheria. ukisoma, ukisoma kanuni ya makundi ya dawa ya mwaka elfu mbili na kumi na tano inaeleza ni bidhaa gani zinaruhusiwa kuuzwa kwenye ni maduka ya dawa. Amini maduka ya bidhaa za kawaida ni zile tu za kupooza maumivu, lakini hatutegemewe kukuta dawa kali na ambazo hazijasajiliwa kama ambavyo tumezikuta hapa. Operesheni hii imeangazia katika wilaya tatu zilizopo mkoani Tabora ikiwamo wilaya Kaliua wilaya ya Uyui pamoja na wilaya ya Tabora, ambapo mafanikio yake katika operesheni hii mpaka sasa, ambapo bado inaendelea, lakini imekwisha kukamata wauzaji feki ambao wanauza dawa kinyume na taratibu katika maduka zaidi ya ishirini na tano kutoka hapa katika manispaa ya Tabora. Mimi ni Michael Samuel George na hii ni Daily News Digital pale YouTube lakini Instagram tukifahamika kama Habari Leo underscore tz. Usiache kutufuatilia, usiache pia kusubscribe, kucomment na kulike katika mitandao hii ya kijamii, ili uweze kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu muda na wakati wote ambapo zinakujilia.